Utekelezaji wa agizo la rais Samia Suluhu Hassan kwa wizara ya maji kuhusu kufunga mita za malipo ya kabla umeleta mapinduzi makubwa katika upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira nchini. Rais Samia alitoa maagizo haya katika hafla ya kuwaapisha viongozi mbalimbali aliwateua Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo naibu waziri wa maji mhandisi Kundu Mathew aliapishwa. Mwekeni mtu mita yake ya maji atumie alicho alichokilipa pesa yake ikimalizika mita inakata, atakwenda kuyanunua mengine apate kutumia. Lakini unamwachia anatumia, alafu unakuja kutizama hapa, katumia 40 unamwandikia 80, na bili yako wa nyumbani umemtilia yeye. Hapana. Katika kusimamia agizo hilo, waziri wa maji Jumaa Wesu ameweka mkazo wa kina na kutoa maelekezo kwa mamlaka mbalimbali za maji kuhakikisha wanatumia teknolojia ya kulipa ankara za maji kadiri mtu anavyotumia. Namna ya kutatua tatizo la bili za maji nchini, mwarubaini wake ni prepaid mita. Kwa sababu siku zote kizuri huigwa, tumeona wenzetu wa TANESCO wana mita hizi za LUKU. Kwa maana mwananchi akinunua umeme wake wa elfu kumi manake atatumia umeme wa elfu kumi. Ukisha ukiisha umeme wa elfu kumi manake itabidi aongeze pesa sasa ili kuondoa malalamiko haya baina ya mamlaka na wananchi, sisi kama wizara ya maji hatuna sababu ya kuogopa, lazima tuende katika swala zima la prepaid meter. Sasa maelekezo ambayo nayatoa kwa wizara na katibu mkuu wa wizara ya maji kutoa maelekezo kwa mamlaka zote nchini kuhakikisha hili jambo tunalianza, lakini tulianze katika utaratibu mzuri, tuanze kwa viongozi, lakini pia tuende hata katika taasisi zetu hizi zote za serikali itatupa nafasi nzuri ya kujifunza, wakati huku tunaelekea kwa wananchi. Lakini lingine kwamba tumenunua mitambo baadhi ya mamlaka kuhakikisha kwamba kuangalia hizi mita zetu kwa wananchi, ili kusitokee mabambikizi ya aina yoyote. Lakini pia maelekezo mahususi ambayo nayatoa kwa mamlaka zetu za maji zote nchini, pamoja na wasoma mita za maji, wawashirikishe wananchi. Soma mita unapokwenda kusoma mita ya maji kwa mwananchi, mshirikishe mwananchi ili aweze kujua kwamba unit ya maji ambayo ametumia kama unit tano, sita, aweze kuona. Haya malalamiko mengine hayana ulazima wowote. Kwa hiyo wakati wa mageuzi makubwa ambayo tunaoyafanya ya kutumia prepaid mita, ni vyema katika kipindi hichi ambacho tunachoelekea wasoma mita wote nchini kushirikisha wananchi, lakini pia hawa wanaotoa hawa wasitoe <coughs> makadirio ambayo hayatimiliki haya, haya nje ya uwezo eh, kwamba mamlaka inatakiwa uwezo wake kukusanya kiasi hichi, wasitoe makadirio hey kaje makadirio ambayo, ambayo nje, waweke makadirio halisia juu ya ukani, ukusanyaji. Sio mamlaka yako ina uwezo wa kukusanya bilioni moja unawapa target bilioni mbili, sio sawa lazima tutimize wajibu wetu wa kukusanya mapato ili kuendelea kutoa huduma, lakini makadirio yanayowekwa yawe halisia, ili kuhakikisha kwamba dhamira njema ya rais wetu mama Samia Suluhu ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani na kuhakikisha mwananchi anapata huduma ya maji safi na salama bila ya gharama kubwa, gharama halisia, ili kuhakikisha kwamba wananemeka na utekelezaji na kazi kubwa ya rais wetu mama Samia Suluhu Hasan katika mikoa ya Tanga na Kilimanjaro. Teknolojia hii imeleta unafuu wa gharama, imeongeza nidhamu ya matumizi ya maji na kuboresha makusanyo mapato ya mamlaka za maji. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga Tanga Wasa imeripoti kufanikiwa kufunga zaidi ya mita 1800 za malipo ya kabla katika kipindi cha miezi minne iliyopita, kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8. Wananchi wa Tanga wamesema kuwa mfumo huu umeleta unafuu wa gharama ambapo bei ya ndoo ya maji imeshuka kutoka wastani wa shilingi 100 hadi shilingi hamsini. Asha Hawa, msimamizi wa kioski cha maji katika eneo la Pongwe, anasema teknolojia hiyo imerahisisha upatikanaji wa maji wakati wote bila kusubiri bili za kila mwezi. Mwanzo ilikuwa tunalipia bili kila mwisho wa mwezi. Na hapa maji maji yako unaweka maji alafu kwa hiyo nakuta hii e, ni nafuu sana ipiaga elfu kumi na tano naweka maji elfu kumi na tano akiisha, naongeza mengine. Mfanya biashara Ali Adam anasema mita hizi zimekuwa mkombozi kwa kuondoa changamoto za malimbikizo ya bili na gharama kubwa za awali, ambapo hapo awali alilazimika kuagiza maji kutoka umbali mrefu, hali iliyohatarisha usalama bidhaa yake, maziwa na kuongeza gharama. Uh, mwanzoni nilikuwa napata changamoto

Kaimu mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Tanga UWASA, Daudi Mkumbo, ameeleza kuwa teknolojia hiyo inatumia mawimbi ya redio na minara ya simu kuhakikisha wateja wanapata huduma popote walipo, huku mfumo wa kidigitali ukirahisisha ufuatiliaji wa matumizi na malipo ya maji. Kumekuwa na teknolojia nyingi ambazo tumezi, nyingine tumezijaribu na kuziacha mara moja kwa sababu tumeona hazitatufaa katika mazingira yetu lakini nyingine tuli, tulifunga kwa wateja lakini, baada ya muda tukaona kuna madhaifu kadhaa ambayo yapo katika teknolojia hizo. Kwa hiyo tumekuwa tukihama sasa kutoka teknolojia moja kwenda nyingine kulingana na ubora wa teknolojia ambazo zina, zinakuja na kwa hivi karibuni kumekuwa na teknolojia yani, wimbi kubwa la teknolojia hizi za mita za malipo ya kabla, na kwa sababu wizara baada ya kuona hilo, ikateua mamlaka ya maji Tanga ifanye pilot ya hizi mita ili iamue sasa ni aina gani za mita ambazo zitatumika nchi nzima. Kwa hiyo sisi kama Tanga baada ya kufanya hiyo pilot tumekuta kuna aina mbili ambazo zitatufaa hizi zinazotumia mm, mawimbi ya redio na za GPRS ambazo zina chipu ya sim, ya kama simu ndani yake, kwa sababu hizi za GPRS zinafaa zaidi hata maeneo ya remote ambapo hutakuwa na minara kwa ajili ya redio lakini hizi za minara ya redio zinafaa zaidi katika mazingira ya, ya mjini ambapo unaweza ukaweka minara na ukapata sosi za, za umeme, ingawa minara yake inatumia umeme pamoja na sola, lakini huduma inakuwa reliable zaidi au inapatikana zaidi na ya uhakika zaidi pale ambapo kuna sosi ya umeme wa Tanesco na vile vile unaweza uka kaweka mbadala wa sola. Kwa hiyo ndio maana tuna sisi tukaonelea sehemu za mjini tunafaa tutumie hizi mita ambazo zinatumia lora au mawimbi ya redio. Pamoja na hayo, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maji Tanga, UWASA alikuwa na haya ya kusema kuhusu mita za malipo ya kabla. Sasa hivi zoezi linaendelea vizuri la ufungaji wa dira za maji za malipo kabla kama tulivyopokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sasa hivi tumeshafunga zaidi ya mita elfu mbili, na katika mwaka huu wa fedha tumepanga kufunga mita elfu kumi na nne kwa maana ya mita elfu kumi zitafungwa wakati mtekelezaji wa mradi wa wati fungani ya kijani, na mita elfu nne tayari ziko tumeshapata fedha kutoka serikalini kwa ajili ya kufunga. Kwa hiyo tunavyozungumza hivi mita zinaendelea kufungwa huko saiti Kwaza mesaidia sana upunguzaji wa madeni pamoja na sisi kusanya maduli, kwa sababu mteja kile anapolipia kunaasilimia imjpanga kweye mfumotumeweka asilimia kama unavyoona Mheshimiwa Rais anavyosisitiza sababu kuna malalamiko huko nyuma mtu aridhiki na hizi mita za kawaida. Mfumo huu unamsaidia mteja kwanza apart from kulipa kwa wakati na vitu vingine inamsaidia kujua kiwango walichotumia. Kwa hiyo wale malalamiko walikuwa wanasema tunabambikiziwa bili. Yote hayo yanakuwa yameondoka. Wanaridhika na huduma wanayopata. Tunategemea baada ya mwaka huu wa fedha kuisha tutakuwa tumefunga mita kama elfu kumi na tano. Tunatumaini kwamba malalamiko yatakuwa yamepungua kwa, kwa kiasi kikubwa sana. Na vile vile inasaidia taasisi kupunguza gharama za uendeshaji. Kwa sababu unajua, tukiwa na mita za kawaida hizi tutahitaji kuwa na wasoma mita wengi. Kadri wateja wanapoongezeka, na maana unazidi kuongeza idadi ya wafanyakazi wa kwenda kusoma mita. Lakini ukiwa na hizi mita za, na za prepaid, una maana unakuwa unaweka, una nguvu tu kwenye upande wa usimamizi. Kwa hiyo itasaidia hata mamlaka kupunguza gharama za uendeshaji fungaji wa mita hizi imetusaidia kwa sababu wateja wengi wao walikuwa wanachezea mita. Kwa hiyo kuna wizi mkubwa sana. Ukiona revenue ilifikia mpaka asilimia thelathini na tano ndo tulifunga naye mwaka. Lakini tunaamini kwamba huu mwaka ofezo ukiisha tukifunga hizi mita kwa sababu tutakuwa tumepunguza wizi mkubwa sana hasa kwa wale wateja ambao walikuwa wanafanya udanganyifu kwenye mita za maji. Kwa hiyo tusaidia sana kuongeza mapato. Tunataka kuambia umma hizi ufungaji wa mita za prepaid ni, ni nzuri sana Inasaidia kuondoa malalamiko, inasaidia wateja kuwa na nidhamu ya matumizi, na vilevile vile inasaidia taasisi kupata mapato ambayo inasaidia nchi kuendelea, kama Mheshimiwa Rais anavyotuelekeza kwamba tuondoe malalamiko kwa wateja, tutoe huduma na wateja waridhike. Kwa hiyo tunategemea baada ya miaka mitatu, tumepanga itoko katika mipango yetu mikakati ya mamlaka na mpango wa biashara, ndani ya miaka mitatu tuwe tumewafikia wateja wote. Asilimia mia moja tu tumefungia mita za malipo kabla. Hali kama hiyo hiyo inajitokeza katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ambako mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi Musa imefunga mita za malipo ya kabla katika makazi ya polisi kambi ya RPC. Hatua hii imesaidia kupunguza gharama za bili za maji kutoka wastani wa shilingi milioni 50 kwa mwezi hadi shilingi milioni kumi kwa mwezi. Mkurugenzi mtendaji wa Muasa maandisi Kija Limbe anasema kuwa mfumo huo umeongeza nidhamu ya matumizi ya maji na sasa kila mteja analipia anachotumia. Pia makusanyo ya kila mwezi ya mamlaka yameongezeka kutoka shilingi bilioni 1.0 kwa mwaka 2023-2024 hadi kufikia bilioni 1.3 kwa mwaka 2024-2025 kwa mamlaka ya maji Moshi. Eh, prepaid meter tunaona ni kama eh, itakuja kuondoa malalamiko mengi sana kwenye wateja wetu na kwenye jamii, na kwenye jamii nzima. Kwanza, e, prepaid meter itaondoa malalamiko ya, ya bili kubwa kwa sababu mtu atakuwa na, anawezo wa kutumia maji ambayo amenunua ame ndo anayatumia. Lakini pia itaondoa malalamiko ya kukatiwa maji, kusitishiwa maji, kwamba nimesitishiwa maji nadaiwa bili ya mwezi miwili, mwezi mmoja. Malalamiko hayo yataondoka lakini tatu itaondoa e, malalamiko kwa mfano e, nimelipia maji sijarejeshewa maji ndani ya masaa 24 wakati mwingine mteja analipia maji sasa hivi lakini ndani ya masaa arudishe maji hayo yote yataondoka na ukishaondoa hayo malalamiko kwa wateja maana yake ni kwamba unakuwa na mahusiano mazuri na wateja ambao kimsingi wakati mwingine unakuta wateja e, kwa sababu ya ile mita ya kawaida wame wanakuwa wana, wana ni wazembe kulipa, anasema ngoja nisipolipa mwezi huu italipa mwezi ujao. Mwisho wa siku anajikuta ana deni kubwa, ambayo mwisho wa siku sasa kunakuwa na malalamiko makubwa. Aa, na sisi kwenye upande wetu kama taasisi, makusanyo yetu yanakuwa yana hayako vizuri, kwa sababu wateja wanakaa na madeni. Maana yake sasa kila mtu sasa ana, anatumia maji kwa nizamu kwa maana yake ilishuka, ilishuka ile billing mpaka kwenye, kwenye milioni kumi e, kwa mwezi, unaweza ukaona ni kiasi gani. Sababu so, maji mengine hayo yalikuwa yanamwagika yanapotea. Kwa hiyo kwa hiyo hii sisi tunaiona kama itaenda kuongeza pia upatikanaji wa maji kwenye, kwenye, kwenye mfumo wetu wa maji kwamba mtu anapokuwa sasa na nidhamu ya kutumia maji maana yake hayo maji yataenda kwa wateja wengine ambao e, hawapati maji vizuri kwa hiyo prepaid meter kwa kweli sisi tunaona kama ni, ni, ni mkombozi kama tutaenda kufunga prepaid mita kwa, kwa wateja wote. Sisi kama mamlaka ya maji Moshi tume kwa mwaka huu wa fedha tumepanga ku tumepanga kuweka prepaid meter kwa wateja elfu moja. Kama mnavyofahamu, prepaid meter kwa kweli ni, ni investment kubwa inahitajika kwa maana ukiangalia mita moja mita moja ina renji laki tatu like mpaka laki nne like na nusu on average kwa mita moja, na kwa sababu mita ya maji ni asset ya, ya ni mali ya mamlaka, kwa hiyo tunalazimika mamlaka kuwa na, na, na hizo mita kuzinunua na sio mteja. Kwa hiyo ukiangalia mahesabu ya haraka haraka kwa sisi ambao sasa hivi tuna jumla ya wateja elfu sitini maana yake unatakiwa kama na bilioni 27 ili uweze kuwa na universal metering ya prepaid meters. Sasa hilo ni jukumu ambalo sisi kama watendaji wa serikali tunalo na, lakini pia tunaliwekea tuna, tuna mikakati ya kila mwaka ili kuhakikisha sasa tunaenda kwenye, kwenye hiyo kufunga wateja wote kwenye prepaid meter. Kwa hizi prepaid meter zinaenda kuongeza zaidi udhibiti wa matumizi sahihi ya maji, kwa hiyo tunaamini kwamba e, tukizifunga zitaenda kutuongeza sana, kuongeza sana upatikanaji wa maji katika, katika wateja wetu na hiyo E, upatikanaji wa maji ukiongezeka maana yake ni kwamba e, unategemea pia hata mauzo ya maji yataongezeka, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa hawapati maji sasa wanapata maji, na mauzo ya maji yakiongezeka maana yake ni kwamba wewe sasa utaenda utaendelea kujitanua kuelekea maeneo ambayo hawana, hawana mitandao ya maji kuwasogezea sogeze huduma ya maji, kwa sababu sasa mapato yako yanaongezeka na, yakiongezeka maana yake ile inayoongezeka e, kwa miongozo tulionayo, sio kwa ajili ni kwa ajili ya kuongeza huduma kwa wananchi. Kwa hiyo tutaendelea kujitanua kwenda kwa wananchi kwenye maeneo ambayo hawana huduma, kwa hiyo ile huduma itakuwa endelevu kwa sababu hiyo tu, kwa sababu, sababu watu watakuwa wana nidhamu ya matumizi ya maji na maji yatakuwepo, lakini pia makusanyo itakuwa sio issue, hela zitakuwa zinaingia zenyewe automatic badala ya kwenda kuzisaka kwa wananchi. Mkazi wa Moshi Frola Ruegarela anasema mfumo huu umeondolea usumbufu wa kukatiwa maji kutokana na bili za nyuma, huku Regan Baltazal akibainisha kuwa mfumo huo umeondolea ubadhirifu na matumizi mabaya ya maji. Tumefurahia sana kufungiwa hizi mita za maji, kwa sababu pia kwanza zimetusaidia upungufu wa bili tunazolipa na kulimbikiza mara kwa mara, lakini pia imetufungia, upat, imetusaidia kupata upatikanaji wa maji wa haraka ambao hauna usumbufu wowote, na kuzuia mambo ya migogoro kati ya majirani na majirani kwa ajili ya bili za maji. Bili za maji kabla ya kufungiwa mita hizi zilikuwa zinakuja kubwa kwa wakati mwingine, lakini sasa hivi mtu anatumia maji kulingana na kiasi chake cha ketchup, pesa alichoweka. Kwa hiyo imeturahisishia kuondoa mgogoro kati ya watumiaji mita wanaoshare na sisi ambao tunatumia peke yetu. Pia tunatambua kwa mwezi au kwa wakati huo, kwa wakati tunatumia maji kiasi gani, kwa gharama tunazoweka. Maji tunaweka kulingana na kiasi chetu kwa hiyo inatusaidia kuepuka kufungiwa maji. Maji yanafunga pale kiasi cha pesa ulichoweka kinapoisha. Kwa sasa maji hapo hayasumbui, kwa sababu kuna uhakika wa maji. Mtu ukilipa tu maji unayapata, shida inakuja pale mtu unapokuwa hujalipa, kwa sababu unatumia maji kwa kiasi kile ulicholipia ya ki, ki, ela ikiisha, maji yameisha. Upande wa bili nadhani ni inafanya vizuri kwa sababu watu wa maji wa wanaohangaika na kukusanya hela na nini hawapiti tena. Kwa hiyo hii ni prepaid, kwa hiyo imewarahisishia na imeokoa muda. Uelezaji wa mita za malipo ya kabla sio tu kwamba umeondoa ubambikizaji wa bili, bali pia umepunguza malalamiko ya wananchi kuhusu huduma ya maji. Agizo la Rais limefanikiwa kwa kiwango kikubwa, ikiwa sehemu ya maono ya serikali ya kuboresha huduma za maji nchini. Mhandisi Franki Mrema, afisa wa kitengo cha TEHAMA wa Musa, anasisitiza kuwa teknolojia hii siyo tu kwamba imeboresha upatikanaji wa maji, bali pia imeimarisha uwazi na ufanisi wa mifumo ya mamlaka za maji. Hivyo watu wanaheshima na pesa yao, mtu anatumia kwa kiwango anachonunua. Lakini pia hata uhusiano kwa wateja na mamlaka ya maji umeimarika kwa sababu maji hatukati tena, kwa sababu mteja ananunua maji na anatumia hayo hayo na anainjia huduma ya maji na hapa maji yanapatikana masaa 24, haya hayakati kabisa. Katika karakana ya kutengeneza na kuunda mita za malipo ya kabla iliyopo wilayani hai mkoani ni Kilimanjaro, wataalamu wanaeleza jinsi mita hizi zinavyoandaliwa na kupimwa hadi kuwafikia wateja. Process ni hii tunaofanya kuzitengeneza hizi mita, zikija hapa prepared tunazitesti, kama zina shida, tunazifanyia calibration zinaenda kwa watumiaji. Test bench yetu imekuja na system hii, imekuja na na system ya computer, software ya computer. Kwa kila mita tunavyo test hapa, matokeo yanatoka kwenye computer. Maji madogo yanatoka kwenye computer. Maji ya kati yanatoka kwenye computer. Na maji yenye velocity kubwa nayo yanatoka kwenye computer. Kama mita ina changamoto tutaona kwenye computer pale. Maji madogo kabisa inatakiwa isizidi tano, plus au minus maji ya kati isizidi mbili, plus au minus, na maji yenye velocity kubwa nayo isizidi mbili, plus au minus. Kwa ujumla, teknolojia ya mita za malipo ya kabla imeonesha kuwa suluhisho endelevu kwa changamoto za huduma za maji nchini. Tanga na Moshi ni mifano bora ya mafanikio haya, ambapo wananchi sasa wanafurahia huduma za maji za uhakika, za gharama nafuu na zinazowiana na matumizi yao halisi. Agizo la Rais limefanikiwa kwa kiwango kikubwa, ikiwa ni sehemu ya maono ya serikali kuhakikisha rasilimali za maji zinatumika kwa ufanisi na kwa faida ya kila mwananchi. Imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano kutoka Wizara ya Maji kwa kushirikiana na mamlaka za maji kutoka Moshi na Tanga. Inaendelea.